Ni mizozo, visa na mikasa duniani na bwana Mizozo, tafadhali bonyeza neno yeah, subscribe chini ya video hii upate habari zetu moja kwa moja zinapotoka. Asanteni sana. Iran na Marekani kukutana leo huko Rome kuhusu nyuklia. Iran na Marekani zitafanya duru mpya ya mazungumzo ya nyuklia mjini Rome leo Jumamosi, kujaribu kumaliza mzozo wao wa miongo kadhaa kuhusu malengo ya atomiki ya Tehran, chini ya kivuli cha tishio la Rais Donald Trump la kuchukua hatua za kijeshi iwapo diplomasia itashindikana. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Arakchi na mjumbe wa Trump katika mashariki ya kati Steve Witkoff, watazungumza kwa njia isiyo ya moja kwa moja kupitia waombezi kutoka Oman wiki moja baada ya duru ya kwanza mjini Muscat ambayo pande zote mbili zilielezea kuwa yenye kujenga. Arachi amewasili Rome kuhudhuria duru ya pili ya mazungumzo hayo, kulingana na ujumbe kwenye akaunti yake ya Telegram. alisema mjini Moscow siku ya Ijumaa kwamba Iran inaamini kufikia makubaliano kuhusu mpango wake wa nyuklia na Marekani inawezekana mradi tu Washington iwe na uhalisia. Hata hivyo, Tehran imejaribu kupunguza matarajio ya kufikiwa kwa haraka kwa makubaliano baada ya baadhi ya maafisa wa Iran kubashiri kwa vikwazo vinaweza kuondolewa hivi karibuni. Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei alisema wiki hii kuwa si mwenye matumaini kupita kiasi wala si mwenye wasiwasi kupita kiasi. Kwa upande wake, Trump aliwaambia waandishi wa habari siku ya Ijumaa, Ninataka kuizuia Iran kwa urahisi sana kuwa na silaha za nyuklia. Hawaruhusiwi kuwa na silaha za nyuklia. Nataka Iran iwe kubwa, yenye usi